Mbughi TV Habari kazi na sara

Yesu Kristo yeah, Wanaume wa Katoliki

Maaskofu, mapadri, mashemasi na watawa, ili wazidi kuwa chachubo usawa katika kuzitumia rasilimali tulizopewa na Mungu ndani ya taifa letu kwa maslahi mapana. tunapoelekea uchaguzi mkuu wa serikali katika taifa letu, tunamuomba Mungu atuepushe na machafuko ya namna yoyote ile. nize majukumu yetu kwa ustawi wa

tuonyeshe umoja wetu wanaume. Tunajua baba skofu ni mwanaume mwenzetu, kumbe hivi, nitamsaidia yeye na msaidizi wake kwa ajili ya mahitaji ya pale nyumbani. He, wanaume, utapata baraka hapa kutoka kwa baba skofu. Baada ya kukabidhi matoleo yetu, tunaweka mistari miwili au moja, kisha atatupa baraka, ikiwa ni ishara ya asante. Tunaweka mistari miwili. Jiandaye maana, wee ndo unatupa njia degania mkubwa kabisa ambayo inabeba kanisa kuu. Na Baba Antipas utajipanga na madekano mengine Katoliki, Jimbo Kuu Katoliki Dodoma. Baba Jobi, unafungua njia, wakati ma askofu wetu ana keti kwa umakini mkubwa kupokea majitoleo yetu ya kukijenga kituo chetu cha malezi. Na baba askofu mkuu amesema tangu ulimwengu umbwe, hayo ni maneno yangu, umati ulioko hapa yake tangu limwengu umbwe. Kumbe sasa ni wakati wa kumshangaza Baba Askofu Mkuu. Baba Nikano Jobi, tufungulie njia. Tumsifu Yesu Kristo. ni siku ya kipekee kwa wanaume wote, haswa katika jimbo letu, tukiwa tunaleta majitoleo yetu kwa ajili ya Kuwaleta mapadri mapya mbele ya kanisa. Kwa hiyo ni mimi na wakaribisheni wale viongozi wa dekania wa Paulo wa Msalaba wa Uwaka, naomba waje mara moja haraka hapa mbele. Babu, ndio mwanzo kabisa wa mwaka huu. Tunakwenda Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Asante sana Baba Askofu. Sasa anawasha mishumaa hiyo, ikiwa ni ishara ya uzinduzi wa Jubilei ya hawa kaka zetu wawili ambao watajitambulisha wenyewe kwa majina yao. Na kwaya tuandalie wimbo mzuri, wakati wanakabidhiwa mishumaa hiyo na baba askofu mkuu akirejea kwenye kiti chake ili tuendelee na matukio. Sana. Makofi na vigelegele sante sana wa, tunaomba kaka zetu wawaonyeshe ndugu zetu ni shuma, watembee kidogo hapa chini, waende mpaka pale kwenye zulia jekundu, ikiwa ni ishara ya baba amewapa baraka zote ya kuanza maandalizi ya jigrei yao, na sisi nawatakia maisha mema na maandalizi mema. Na Baba Askofu Mkuu anamkaribisha Baba Kibosi kwa taarifa maalum. Baada ya wajubilanti wetu kurudi hapa mbele, tutamkaribisha Baba Askofu msaidizi kwa taarifa kwa niaba ya Baba Askofu a miaka ishirini na mitano sio mchezo, miaka 25, sio mchezo. Ndua, na mitano sio mchezo, hapa amezindua na kuna maandalizi huko mbele. Tuwaombee kwa sala na maandalizi ya kimwili pia. Asante sana wote hawa ni matunda ya kituo hicho. Mwaka jana tulikuwa na kina baba Maligite, matunda ya hapa na kituo kinavyopata baraka asante sana Tuku. Tukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi, tuombe. Mwenyezi Mungu, kwa wema na upendo wako mkuu, tunakuomba vibariki vitabu hivi na majarada haya, ili wote ambao watavichukua vitabu hivi, wakiwa na moyo wa sala na wa kujifunza zaidi, wajalie nguvu ya kusoma na kuelewa hekima iliyomo ndani ya vitabu hivi na, na jarida hili ili, ili watakapokutana na nguvu yako ya pekee ya kimungu iweze kuwasaidia kuishi maisha ya amani na furaha katika familia, jumuiya na katika maisha yao yote, tunaomba yote kwa njia ya Kristo bwana wetu. Piga makofi matatu ya nguvu kazi. Kila unaponunua kitabu hicho elfu sita inaingia kwenye kazi ya baba skofu. Kila unaponunua jarada la mafater wetu elfu tatu inaingia hapo. Mungu atupe nini sana, atupe nini sasa. Asante sana baba skofu, asante sana. Nizidi kuwashukuru na kumshukuru kila mmoja wenu kwa sadaka yake yote ya muda na kila kitu Kitambua wazi kamati tendaji wamefanya kazi nzuri na kubwa ya kutusaidia kuratibu mambo yote hapa ya UWAKA, zote za nje ni kwa ajili ya waumini, zote za nje kule ndani ni mababa na masista. Naomba tafadhali sana. Ndani ni kwa ajili ya mababa na masista tu. Mahitaji ya mahitaji ya ma ya ya kituo, kituo kule aje mbele. Tumsifu Yesu Kristo. Basi tunaendelea kushukuru vyombo vya habari. Tunawashukuru sana vyombo vya habari kazi na Sara